wamekusanyika kushiriki baraza la Id al Adha kwa amani na utulivu mkubwa. Mkuu wa Mkoa wa Katavi Mwanamvua Mrindoko akiwa mgeni rasmi katika baraza hilo amepongeza kazi nzuri inayofanywa na vyombo vya ulinzi na usalama katika kudumisha hali ya amani mkoani hapa. Aidha, amewataka viongozi wa dini kuendelea kuhubiri ujumbe wa amani, mshikamano na utulivu kwa waumini wao na jamii kwa ujumla. vyombo vya ulinzi na usalama. Pamoja na kamati za usalama za wilaya pamoja na mkoa, tuko imara kuhakikisha kwamba hakuna jambo linaloharibika. Wale wachache wanaokusudia kuivuruga amani, tukishirikiana sisi tulio wengi, wananchi wote pamoja na vyombo vyetu vya dola na kamati hizo za usalama, ninaamini kabisa kwamba malengo yao mabaya hayataweza kufanikiwa. Ninachoomba, viongozi wa dini zote, endeleeni kusaidia kuhakikisha kwamba mnahubiri amani, mnahubiri upendo, mnahubiri heshima na tunu za nchi yetu na kuendelea kuzilinda, ili wananchi hawa ambao ni waumini waweze kuendelea kuhakikisha kwamba amani, utulivu na usalama vinaendelea kupatikana. Na mimi nisisitize kwamba jambo lolote linalohusu kuvuruga usalama wa mkoa wetu na nchi yetu, msilikalie kimya badala yake litoleeni taarifa tuweze kuchukua hatua zinazostahili na kwa wakati unaostahili. Lakini kila mmoja awe ni balozi wa kuweza kuhubiri na kufundisha amani, usalama, kuanzia katika ngazi ya familia, ngazi ya jamii na ngazi zozote tunazokutana nazo, ikiwemo katika taasisi za kidini. Lakini pia niombe viongozi wa dini kuendelea kusaidia katika kuhakikisha malezi mema ya watoto na vijana wa kike na wa kiume ambayo pia yatasaidia kuhakikisha kwamba hali ya amani usalama na utulivu vinaendelea kupatikana katika mkoa wetu. Ni waombe viongozi wa dini kuendelea kuwahusia waumini wa dini mbalimbali mbali kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa sababu kazi ndio zitakazotukomboa kutoka kwenye umaskini au kutoka kwenye hali mbaya ya maisha. Mkoa wetu ni mkoa mzuri, una fursa nyingi, na kwa maana hiyo usikae hivi hivi bila kufanya kazi. Usipofanya kazi, huwezi kupata maendeleo, huwezi kuhudumia familia, na matokeo yake tunapata watoto na vijana ambao ni wazururaji, au vijana ambao watafanya uhalifu kwa sababu nyumbani hakuna hali nzuri. Kwa upande wake, shehe wa mkoa wa Katavi Mashaka Kakulukulu amesema baraza la Idd si tu siku ya ibada bali pia ni jukwaa la kuimarisha umoja na maadili katika jamii. Amepongeza jeshi la polisi mkoani hapa kwa kazi kubwa ya kuhakikisha wananchi wanaendelea kuishi kwa amani na kutoa wito kwa waumini kuunga mkono juhudi hizo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama. na leo tunalala usingizi kwa sababu ya vyombo ambavyo viko chini yake vinafanya kazi. Leo sisi tukitoka hapa, tunakwenda majumbani tunalala na wengine tunalala milango wazi, kwa sababu jeshi la polisi liko kazini. Wakati sisi tunakoroma kwenye vitanda vyetu, jeshi la polisi halilali, wanapangana kwa ajili ya kutulinda sisi na mali zetu. Leo mtu anasimama, kijana anasimama, anawatukana jeshi la polisi. Kijana anayefanya biashara anawatukana jeshi la polisi wakati kusalimika kwa biashara yake kunatokana na jeshi la polisi. Wako watu wenye nguvu wakitaka kuja kuchukua pesa zako, wanaweza kuja kuchukua pesa zako na usiwafanye chochote. Wanachoogopa ni kuwa wako watu wamepewa dhamana katika nchi hii ya kulinda mali za watu na kulinda usalama wa watu, kwa sababu leo hali ikibadilika hivi, hatuwezi kukaa namna hii Hali ikibadilika hatuwezi kukaa namna hii. Leo tunapata nafasi, tazameni, askari wako pembeni, wanaangalia usalama wetu. Hao askari, sisi tunatoka hapa tunakwenda nyumbani kwetu, hatuwapi chochote, wanafanya kazi kubwa. Alafu tuendelee kuwasikiliza wale ambao wanataka amani ya nchi yetu au amani ya mkoa wetu iharibike? Hatuwezi kuwasikiliza na mimi ninakusihini Waislamu wa, wa mkoa huu wa Katavi, msiwasikilize, kwa sababu leo, tazama watoto wadogo hawa, tazama akina mama hawa. Leo hadi ikiharibika, wahanga wakubwa ni watoto hawa na hawa akina mama, ndio wahanga wakubwa, ndio waathirika wakubwa. Kwa sisi tuwe mstari wa mbele kukemea mambo kama hayo. Ukimsikia mtu anakueleza mambo yasiyofaa, mkemee pale pale. Tukio hilo limehitimishwa kwa dua maalum ya kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na taifa, ikiwa ni ishara ya mshikamano, maombi ya baraka, shukrani kwa neema ya amani inayozidi kuimarika siku hadi siku. Swaum Katambo, Sikuswamkatambo, Katavi.